Mheshimiwa Waziri wa mambo ya Ndani, natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miiko yao, masharti yao ya uandikishwaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida, shida wape uangalizi wa, wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie, ifungulie, wape masharti wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miiko ya na mipaka ya ufanyaji kazi, sawa sawa na sheria na Katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili ya, ya, ya, waliopewa na nendeni mkayangalie hukuya mashariki. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga wapu, wapu, kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio askofu wake wala shee wake. Ni, ni, ni, ni, ni, ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake nde kakiangalia vizuri hicho kipengele ili akikosea shehe, usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu, wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na mungu wako.